Wakenya walijaa matumaini, lakini sasa mitandao imewaka moto. Polisi walitangaza kuwa hakutakuwa na ufisadi, lakini baada ya zoezi la jana, malalamiko yametapakaa kila kona. Wengine wamedhulumiwa, wengine wamechekwa, na wengine wanasema wamejaribu zaidi ya mara nane bila mafanikio. Leo tunakuonyesha sauti za wakenya wenyewe, zile ambazo serikali haitaki kusikia. Hii ndio hadithi halisi ya ukweli kuhusu usaili wa polisi mwaka 2025, kutoka kwa waliojaribu, waliokataliwa na wale waliopigania nafasi bila kugharamia rushwa hata shilingi Siku moja kabla ya zoezi, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliwaambia Wakenya kila kitu kitakuwa cha haki bila rushwa. Kauli hii iliwapa vijana wengi matumaini, lakini baada ya zoezi kufanyika wengi wanasema mambo hayakuwa vile walivyoambiwa. Recruitment ya kesho tunaandika polisi elfu kumi kwa Kenya mzima, ndio itasaidia strength yetu ikuje juu. Mimi nataka niwahakikishie ile exercise inafanyika kesho, tunataka ikuwe wa huru na haki na tumesema kwamba wale ambao wanakuja kununua nafasi ya askari, wale wanakuja na pesa kununulia wengine ndio wanyang'anye maskini Mwe, serikali iko na macho tumeambia officers, recruitment officers, tuko na intelligence officers, tutahakikisha wao wameshikwa na wapelekwe jela, ikiwa pamoja na officers, recruiting officers wenye wanakuja kesho, wenye watachukua hongo, we will deal with them according to the law because we want to see that ile exercise ya kesho itakuwa free and fair na wale wenye watakuwa na, eh, wana qualify hata hata kama ni mtoto maskini atapata haki yake, aandikwe kazi aende atumikie nchi yetu akiwa amejitolea kama Wakenya. Nataka niwahakikishie hii recruitment ya kesho itatoshea kila mtu, inawekwa equitably based on population in every constituency sio based on the sub counties ambayo tunapeana ni ile two different places inakuwa recruitment center and you will never be marginalized lakini sasa matamshi haya yamegeuka kuwa kitendawili. Wakenya wanauliza, ikiwa kila kitu kilikuwa sawa, kwa nini malalamiko ni mengi hivi? Maanake wakati wa zoezi la jana, kijana mmoja aliamua kuacha kuficha maumivu yake. Anasema amejaribu zaidi ya mara nane bila mafanikio, na safari hii uvumilivu wake umefika mwisho. Huyu kijana anawakilisha maelfu ya wengine wanaohisi mfumo au watendei haki. Anasema wanasikia wale walioitwa tayari walishaandikwa, jambo ambalo serikali imekuwa ikikanusha you think you're talking to me? So, you got to express, kwa nini mimi na uko kazi? Mimi ndo na nyinyi kwa nini mimi ni nani? Watu wangapi ni wafupi kama wako kazi? Mr. Ruto, watu wangapi ni wafupi kama mimi niko kazi hapa? Mimi nafanya kazi kila siku, nimeomba kazi 8 years, nimeenda NYS, mlininyima kazi nikaenda NYS. Sasa nimeenda NYS tena mnaninyima kazi nyingine? Kwani kwa nini mimi ndo, mimi ndo siezi, mimi ndo sifai kwa kazi? Kwani kwa nini haitafupi hizi fanya kazi? Tunaweza fanya kazi better than watu wa refu hata. Watu warefu wako na shida zingine, sisi tunaweza fanya kazi more than that. Kwani mi, ndo si mkenya ama nini? Mi si mkenya kwani? Mi, mi nahitaji hata mimi kazi, si ati mnapewa watu kazi. Mnasema watu wa NYS, mnasema wafupi, mnasema miaka imepita na miaka iko bado. Mbona nyinyi mnakaaje? Mr. Ruto nitafutie kazi kama uko hapo, kama unanisikia nitafutie kazi. si lazima niingie polisi, na hata niweza ingia polisi na nikuwe personal guard yako. si lazima iko kwani, watu wangapi wako na height kama mimi? Kama mnataka kunitoa kazi, mtoe kila mtu mwenye ako kwa hiyo idara na ako mfupi kama mimi. si mnasema mimi mfupi? Mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na ako mfupi kama mimi. kama si hivyo, hivyo ndo nitakubali hivyo ndo nitakubali. Mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini kama ni kazi? Kwani kazi wanafanya na height ama brain? Kazi watu wanafanya na height ama brain? Wapi kitambulisho? Wapi mzazi? Ulienda enoes? Nilienda enoes, eh Walinyima wali kazi nilipomaliza form 4, mimi mtoto wa maskini, walinyima kazi nilipomaliza form 4. Nikaambiwa niende NYS nikaenda NYS nika complete my all, all. nikaenda first stage, nilienda training nikamaliza training, nikaenda nation building nikamaliza nation building, nikaenda class nikafanya ICT nikamaliza hiyo class, lakini kazi sipati. Kwani kila siku hapa nini? Mbona kila siku nafanywa hivi? Nimejaribu kazi kila mahali, mbona kila siku nafanywa hivi? Mimi nimejaribu kazi kila mahali, nilianza na NYS, nimemaliza sasa, nikarudi kazi jeshi, nimeambiwa niko na miaka mingi 27 years na wanataka 26. Is it fair? Is this fair? mimi nauliza tu Mr. Ruto. Is it fair? Uh, mimi nimejaribu kazi kila mahali

Lakini malalamiko hayakuishia hapo tu. Kijana mwingine analalamika kuwa alikataliwa kwa sababu hawezi kufunga jicho moja. Sheria za afya na ulinganifu zinatakiwa kuwa wazi, lakini swali ni je, kwa nini wengi wanaoenda siku hiyo wanaambiwa masharti ambayo hawakuwahi kusikia kwenye matangazo rasmi? The main purpose why I'm being disqualified is only hiyo mambo tu ya macho, kutingiza macho <laughs> ilikuwa hapo, so umejua hadi ad, mi nikashangaa ne, kwani rada ilikuwa gani? Kana weka namna hivi, wanasema hiyo pia ni mbaya jameni. Si utuletee kitu ingine yenye tunaweza fanya, ili watoto pia wakue qualified, cause watu wengi wako hapa nje but wanatolewa juu ya vitu ndogo ndogo. Serikali afaa angalie hiyo kitu na hata watu maarufu mtandaoni kama Omosh One Hour hawakuachwa nyuma. Alifika kwenye kituo akapimwa, alafu akaambiwa umri wake umemtupa nje ya mchezo. Hili limewafanya wengi kuuliza, je, masharti yalitangazwa vizuri au kuna upendeleo fulani?

Nikapanga lain kitu yenye naona kitu yenye naona tu karibu hivi, naambia uone, naona wakaniambia miaka yangu imeisha, na miaka yangu ni mingi, maybe ningoja KDF naweza chukuliwa so na ngoja KDF naweza pelekwa. Lakini katikati ya kelele hizi zote kulikuwa na sauti moja ya matumaini, kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kama askari. Alitoa ushauri wa rais na wa kushangaza. Kauli yake imegawanya mitandao, wengine wanasema ni ukweli, wengine wanaona kama hayuko serious. Lakini ujumbe wake unaonesha kitu kimoja, ya kwamba mchakato huu unahitaji uwazi na uaminifu.

E, ni D plus. <laughs> E, dabavu by the way hata ukikuja na B plus yako ama e, A minus yako hatuwezi kunyima kazi. E, kama sisi tulipita hata mimi am one of them. Nilikoga strong D plus na unaona niko kwa hii kazi. So it's a call of duty. E, kalia wise. Um. Okay, good. <laughs>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

Tukutane kwenye video ijayo.